Taasisi zetu za dini, tunasema Tanzania haina dini, si ndio? lakini watu wetu wa Tanzania tuna dini na tuna dini za madhehe, na madhehebu mbalimbali. Tuna dini kuu sijui nne sijui tano. Tuna Wakristo tuna Waislamu tuna Mabaniani tuna Mamonki wale, sijui Buda na wengine ambazo ziko huko zinafanywa, lakini kubwa ni hizo nne au tano na hizi nne au tano zina madhehebu mbalimbali. Kwa Waislamu kuna Sunni, kuna Ibadhi, kuna Bohora, kuna Suminani, kuna mambo mengi tupo. Lakini na Wakristo na wenyewe wana madhehebu yao tofauti tofauti. Kikatiba na sheria za nchi, hakuna madhehebu hata moja ya dini yoyote imepewa uwezo kikatiba na kisheria kutoa matamko ya ku override madhehebu ma ma mengine yote ya dini. Hakuna hakuna! Kwa wasitokeze watu wakajibebesha hilo. Siku zote nasema Tanzania hii haina mwenyewe, wenyewe ni sote. Hakuna mwenye certificate anaweza kusema Tanzania ni yangu na itaongozwa ninavyotaka mimi. Hakuna, tuna sheria zetu, tuna katiba yetu. Tumeamua kwa democratic country, tuta, tutaendesha uh, demokrasia yetu kwa njia tulizokubaliana, lakini viongozi wa dini msijifishe majoho ya kwamba nyinyi ndio mnaweza kuoverrun nchi hii. Hakuna hakuna, tutakwenda kwa katiba na sheria ya nchi hii hatutaendeshwa na madhehebu yoyote ya dini madhehebu ya dini na wafuasi wao ubora wa dini uko mioyoni kwetu, wale wanaoamini ndo wanajua ubora wa dini yao. Hakuna overriding hapa kwamba mimi dini yangu ndo ita override Tanzania, na tamko nikilitoa ndo hilo hilo. Na hata wenyewe wanatofautiana. Mimi toka nimekaa, matamko manane yametolewa, na teki manane. Lakini ukenda chini chini wenyewe wenyewe wanapingana matamko yale hayafanyi kazi vizuri wenyewe wenyewe wanapingana kwa sababu waliosimama kwenye mstari wa haki wanaona ile ni batili inayofanyika kwa hiyo waliosimama kwenye mstari wa haki hawaungani nao wanaona ni batili iliyofanyika kwayo niseme kwamba Tanzania yetu ni nchi ya umoja nchi ya ushikamano amani na utulivu ndiyo ngao zetu. Tusivurugwe ndugu zangu, kupitia milengo yetu ya dini, milengo yetu ya siasa, milengo yoyote ile. Hatupasi kuivuruga nchi hii, hatupasi hata kama aliyepo juu ya serikali humtaki. Kuna muda, this is a democratic country. Huyu mtu ataendesha wa mpaka wakati huu. Kafanya makosa, semeni makosa yake kosa la serikali ya awamu ya sita kueneza huduma bora za afya Tanzania hilo kosa letu kosa letu kueneza huduma bora mashule mazuri mpaka kule vijiji hilo kosa letu kosa letu kukuza uchumi wa Tanzania ukakuwa mpaka tukasifiwa duniani hilo kosa letu kosa letu ni kufanya Tanzania iwe nchi ya salama ikalike na watu wafurahi hilo ndo kosa letu kosa letu ni nini kama mtu hampendi anayeongoza anaoongeza, tustahamili tu, tu. mioyo yote imeombwa na stahamili. Demokrasia ipo, ataongoza ataondoka. Kwani wote walioongoza kutoka mwanzo mpaka leo awamu ya sita, wote walipendwa na kila mtu? Nchi ilivurugwa? Sa kama humpendi Samia hakuna sababu ya kuvuruga nchi. Kama humpendi kwa alivyo humpendi kwa dini yake, humpendi kwa alikotoka, hakuna sababu ya kuvuruga nchi. Katiba yetu, sheria zetu zipo, nchi hii inaongozwa kwa katiba na sheria zetu, hakuna sababu ya kuvuruga nchi. Ndugu zangu, kwao niwaombe sana, zile sumu zinazotiwa huko, mnapotiwa sumu, tumieni akili zenu, najua hakuna hakuna eneo baya la kumpata mtu kama dini. Unapomkamata mtu kwenye dini na ukamlisha ubaya wa mtu kwenye dini, unajenga chuki ya ndani ya moyo kuliko wanasiasa. Wanasiasa wakimharibu mtu wanamharibu mtu kichwani, kichwa hakiweki. Akija mwingine na zuri, ile baya litaondoka, zuri litaingia, lakini ndani ya moyo likiingia, limeingia. Kwa hiyo viongozi wetu wa dini, kaeni kwenye mstari wenu. Dini zetu zote, dini zetu zote zinasema kila mamlaka imeletwa na Mungu. Kila mamlaka imeletwa na Mungu, iwe kwenye mamlaka kuna mwanamke, iwe kwenye mamlaka kuna mwanamme. Kila mamlaka imeletwa na Mungu, na sababu ya Mungu kuleta mamlaka hayo, hakuna anaijua duniani, hakuna. Mungu peke yake ndo alikuwa anajua. Kwa nini Samia leo yuko hapa? Kwa hiyo niwaombe sana viongozi wa dini, tuvae majoho yale, majoho yetu yaoneshe sura hal halisi. Hakuna kitabu chochote cha dini kimesema tutazitumia dini zetu kuvuruga nchi zetu, hakuna. Ni utashi binafsi wa watu kwa ubaya wa nafsi zao. Kwa msivae majoho ya dini mkatengeneza utashi wenu binafsi kwa kupitia vivuli vya dini. Niwaombe sana viongozi wa dini, tusimame tusivuruge nchi yetu, tusivuruge nchi yetu.